Watazamaji, kwa kawaida ukaguzi wa miradi ya maendeleo hufanywa na maafisa wa serikali kuu au ya kaunti. Naam, lakini katika eneo la Chogoria ya kaunti ya Tharaka Nithi, kundi la kina mama limeshika jukumu la kukagua mradi wa soko jipya la Chogoria baada ya ujenzi wake kuongozwa na Rais William Ruto. Na Mary Mwoki ana taarifa kuhusu kina mama hawa Inspekta Mama Mboga tunapitia hapa, tunaenda mpaka wakanzo, tunauliza, kwani kunaenda aje? Tunaambiwa president alisema mambo yarakisiwe. Kila wakati tunaamka tunauliza, mbona hawa watu leo hawajakuja? wakati wako lunch, tunashindwa, kwani wamegoma hawajalipwa? ya tunaona wametoka lunch wamerudi. Rais William Ruto aliposimama katika soko la Chogoria wakati wa ziara yake ya Mlima Kenya, wanawake hawa walikuwa na matumaini. Hawakufurahia tu ziara yake hapa mbali, walibuni kikundi cha uwajibikaji wa shughuli ya ujenzi chialendi ende uone kama soko inaendelea. Tunapita tunarundi, tunapita tunarundi, kila asubuhi lazima tupitie hapa. Kwa wanawake hawa wafanyibiashara, soko hili la kisasa lina umuhimu mkubwa kwao na ni lazima wahakikishe kuwa linakamilika, tofauti ilivyo katika soko la wazi. Eneo hili wafanyibiashara hawa wanafika kwenye sehemu ya mjengo kila uchao. Sipandangi ile njia, napandanga hii. Kila asubuhi tunapitia hapa, tunaangalia, tunaona vyenye walikuwa nakaa sika mbeleni. Hata wavundi pia, watoto wetu wameongezeka sana kufanya kazi hapa. They have, put, they have, been putting the, those who are working here on check. They have been here day in, day out. It's their right. And they have been suffering for long. So they are eagerly to see this project coming to a conclusion. So we totally take that as a positive intake. Huenda linaonekana kuwa jambo la kawaida kwa zaidi ya masoko mia nne yanayopaniwa kujengwa, lakini kwa eneo hili la Chogoria, wajibikaji huu wa inspekta mama mboga ni tofauti, na kwao kazi inaendelea. Mary Mwoki, Runinga ya Citizen.